Kwenye nest tumeandika moram na mchanga kwenye invoice, kwani kuandika moram na mchanga ukaandika moram tatu moram nne mchanga ngapi? Tatu aya, tuna tripu saba za mchanga. Sisi tuna tripu saba za mchanga, hapo umeandika ngapi? saba. Saba yani, umeshindwa kuandika tatu nne tatu mchanga nne mora, kwa sababu ni, ni, item mbili tofauti ambazo umezitangaza huku. Jamani, ndugu zangu, mimi document nasoma hizi document. Mimi nafanyaje? Nasoma na hoja zingine. Ndugu zangu, majitafutia tu za ovyo majibu. Anayo, lakini anayo mdomo mdomoni. Government moves on paper, ndio maana kawaambia ni mwamani mwawai, mapema kabla mjaribu. Ila mwalimu nikwambie hapa, ukiibua deni hapa nimetoa elimu halmashauri, tuko wengi. Tafadhali mwalimu, sijifungie peke yako wewe. Una profession ya manunuzi, mnabahati. Mimi na, naijua hesabu kidogo, najua manunuzi kidogo. Mimi ukija ukaniuliza nitakusaidia kuliko mkajiingiza kwenye, kwenye shida. Injinia anachokiomba kwa tatizo hapa la moja ya kwanza ni kununua vitu juu ya estimated cost, amtofika. Ila nataka kuambia ndugu zangu Hivi unaweza kukubali uchukue kokoto za 270,000? Eti kwenye BOQ yako kokoto tripo moja uweka shilingi ngapi estimate? Ni <tipati> 250,000. Haya. Haya. Huyu unataka kumlipa huyu huyu huyu unataka kumlipa tripo moja kokoto kwa shilingi ngapi mwalimu? Hapa. Mmeelewa walimu wangu wali? Ndio. Alafu mkifika mtu anashangaa eti madawati yalikuwa hapa siyaoni. Era imeisha siioni. Ni u, ni hivi. Yaani kitu kikubwa cha kuzingatia Sawa, wewe umepewa biokui naishia mia thelathini huku chini kubwa, yaani maana yake kabeka kipanda kidogo hapa, hujue utomaliza huku chini. Sasa hayo unamlipa laki mbili sabini na moja mia nne kwa kuzitoa wapi, wakati muongozo wa matumizi umepewa laki mbili na nusu. Lakini mbaya zaidi, kuna ambaye ameshakuletea kwa laki mbili na nusu kwenye jengo moja hapa Kbenta. Kwa nini kumtema Kipunde ukamchukua Benta mwenye laki mbili na nusu? nikisema kuna upigaji hapa nitakosea. Mtewele, nitakosea? Nakosea. <coughs> He, he. Yani, <coughs> bora ningekuta na naye na na Benta ametupunja, tungesema kokoto zime <coughs> zimepanda, Kipunde ametuuzia kwa laki mbili na nusu. I mean Benta, kwa nini uchukue kwa Kipunde laki mbili sabini? nisingekuwa mimi nafanya analysis hizi, tungeenda kulipa hatutakiwi kuwa double standard kwenye mradi huu moja au kama yani, mbao mbao, yani mbao kwa Benta bei iko juu, kwa Kipunde iko yeah, chini. Sasa si kwa nini msingeenda kwa Kipunde? Sasa simeroka ndugu zangu, jamani, huyu anauza elfu tatu mia nane huyu anauza elfu tatu mia tano wewe ungeenda kwa nani ukajenga nyumba yako? Sasa. Sia mi, sio mimi jamani, ni haya madokezo yenu mawili ni haya mawili ndio amenipa hii picha, kwa hiyo nikasema, ndugu ni zangu muwe serious basi rasivyo mradi hauto hautoisha. Mwalimu na kurudia tena kusisitiza dirisha la aluminium kama kwa injinia ameandika laki nne sawa, si ndio? ilikupa toto ya 130 huku chini ukitangaza huyu akaweka laki nne na nusu huyo akaweka laki nne ishirini, wa laki nne ishirini, hajashinda hiyo elfu ishirini, huna hauna. Yaani siku ile yangu isipotosha ya mradi nitakuja, nitakudai. Era, kwa nini uende kwa kipunde kuchukua kokoto za laki mbili sabini, wakati ulikuwa na benta hapa hapa anakusapurahia kwa laki mbili na nusu? Umeelewa hiyo? Unaweza kachomoka hapa, chomoki, yani uchomoki chomoki. Na niwakumbushe kitu kingine, mkitangaza tenda sawa, mkashinda mkafungua, kabla mja muawadi mtu, kuna kitu kinaitwa evaluation. Kwenye ku evaluate pale, una evaluate vitu vingi tumena. Ndugu zangu, hebu share kamati zile wote evaluation report ile mshee, mnaweza mkapata mawazo tena. Bahati nzuri, hizi tenda mmezifungua wakati moja kwa mngeweza, kuziweka hivi, hebu tuone huyu mchanga amesemaje, huyu mchanga, kwa sababu <coughs> jengo lile mmetangaza, si ndio? <coughs> Na jengo hili mmetangaza, kwa hiyo huyu sikashinda jengo hili, huyu kashinda jengo hili. Kwa mli- mtaka kuangalia huyu kipunde katuambia bei gani hapa, mchanga huyu bei gani hapa mchanga, hazinaendana. Basi watofautiane shilingi moja, mbili, tatu, sio tano kumi laki.